Abakikanhujui kweli <laughs> tandika Davis kona kabla hujavuka reli. asa Yoakati unatuona tuko vizuri, atuko vizuri, tuangalie kwanza kwenye engo. Ukimwona binadamu hajazingatiwa engo, ujue huyo hayuko vizuri kabisa. Kwa mfano nikutaje watu ambao watu wako vizuri? kisugu kisugu, msalamu yani <laughs> hao na kisugumaa. Hivi mtu anaezaje kwenda moroko na kipensi kile alafu <laughs> unavuta sigara zako, umepitaje airport? Ndio maana hata shot on target haiwezi kupata, kaka. Shot on target kupata sio kitu rahisi. Hey, na, na na na kwa hiki ambacho mmekionyesha leo ni message ya namna gani kwa yule ambaye mnakwenda kutana naye final, japo mtambua <laughs> <laughs> Sisi nani? tumemtambua kwa sababu unajua fainali tulipaswa kucheza na timu ambayo eh, kwenye ligi imekubali kuingiza timu, lakini kama kuna timu ilikataa kuingiza timu yake kwenye ligi kuu, wewe unadhani kwenye Serbia atakubali? Kwa mfano nipe lile shairi Limepigwa pira na zi vikolombwezo vya Tanga, JKT wamekula dozi, japokuwa waliwanga wakafukia wali na irizi, na bado tukawagonga. Sasa tupo fainali, tunamsubiri mai ma wetu kolouli tukimbia ligia eh

Sasa tuna tu kusubili ya kombela CRDB. Ah, sisi tarehe imetoka, lakini hukumu hatukuisikia, na pale palikuwa na kesi na kesi ilikuwa na uchunguzi. Uchunguzi hata uchunguzi hatujasikia. Kwa hiyo mm. ili utoe tarehe nyingine ya mechi ni lazima utupe taarifa ya, ya. ya uchunguzi wako, mm. utupe taarifa ya nini kiliendelea wakati unafanya uchunguzi, nani amekosa, amehukumiwa nini kwa sababu tunaenda kwenye mechi mpya. Sawa, tunaweza kukubali kutwanga. Je, ah, yeah, hiyo mechi ikipangwa iki, kama hiyo tarehe mlosema tarehe ngapi, 15? afu hiyo itakuwa Rwanda, eh Rwanda, eh itakuwa Rwanda mm, eh Rwanda ah. Sisi tutakuwa Rwanda, yanga yanga, sisi yanga, sisi Rwanda. Nani, Rwanda. Sisi wenye timu yetu tutaondoka na timu yetu ondoka. Sasa yakitokea yaliotokea kama yale yalitokea ya tarehe ah, 7 usiku, mm -hmm. mechi itakuwepo mechi itakuwepo Alafu walesi walisema wachezi international wanamsemwa <laughs> wao, eti wanasema mechi ikienda Zanzibar atuchezi international, haya <laughs> mechi ni inaenda tena Zanzibar, na mechi itakuwa ni saa kumi, na sisi tutakuwepo Zanzibar na waambie ukweli, tukitoka hapa mm, tunapanda jahazi mpaka Zanzibar tunapitia hapo Pemba hapo watatukuta wao wakiwa Moroko huko, wanasubiria ndege mpaka ifike. Si tuko hapo Kizimkazi kwa mama, tunajificha lakini. Lakini uhakika wa kutoboa kwa mtani, si unaona kwenye michuano hii, atoboe anatoboa? Ah, huwa au sio? Kwa maana ya kuchukua hmm. kombe. Fumau kuchukua kombe kombe, unajua e. kuna makombe ya uganga. Kombe, kama wameagizwa kombe, wakakata na kidole, waletwa wananchi wananchi wananchi Tunang'onezane tena kombe kwa la kwanza lile washalikosa, la wanawake kombe la pili la vijana washalikosa, ili kombe la la ka, kafu su federation tala kula mbili. Kwa nini? Yeah, nusu finali wao waliingia kwa goli ngapi? Mpaka nyie mbili, mzione goli chache. Simba, Simba kutoka nusu kwenda finali kafuzu kwa goli ngapi? Moja. Alishinda wapi? kasa kwake mzee wajambia nini? au friji baya nisikilize, kama yeye ameshenyentwa ugenini sawa na ameshakula goli mbili ile imeisha. Tusikilizeni tena ile imeisha. Kama huwezi kupiga hata short on target, ina maana mechi ya pili inabidi kwanza ufanyie kazi kupata hata short on target. alafu ndo utafute goli Si unanielewa? Lazima kwanza utafute nini shot on target, ili uanze kulisaka goli kwao. Mazoezi saizi ya, ya makolo na madunduka kwanza ni kulenga lango, kuto kuacha kupiga pembeni. Na hiyo inaonekana hata kwenye familia zao, wanapiga sana umbo, pembeni nasema, wakiwa nyumbani, wanakuwa bora zaidi. Madunduka. Ndio. Nyumbani wapi? Maanake kule wapataki. <laughs> Eh, uko nyumbani wapi? <laughs> Zanzibar wapataki. Hivi nyinyi jamani, hapa mimi siongei kwa ubaya. Hivi nyiwe andisi mpotari tuulekebishe u mpira mpo mm -hmm. tali mm hu -hmm. uwanja wa Mkwakwani leo, mmeuona huu uwanja huu, kweli FIFA au CAF wanaweza wakapitisha hapa hata ni hataafkoni ichezwe hapa. Mimi kitu changu kimoja. Mazoezi, Mazoezi ya ya nini? Kina kudori, kina uh. kwa mba... nini? ya nini mazoezi ya nini, kinachoniuma kwamba nyinyi mnafanya ukarabati. Hey, ukarabati. ukarabati, ukarabati, sasa tu ulipokaa pale michoka tumechafuka, sikilizeni. Kuweni wa wazi, mpeni maua yake. Rais Mwinyi anayoyafanya Zanzibar yalipaswa kufanyika Tanzania Bara pia hiki kiwanja